Majina, mimi ni Mukongo Piero, nakuwa porte parole wa IDP Chisekedi ndani ya mji wa Butembo, si chama tawala. Tunasema ndio anaweza kurudi kama mwananchi, kama alafu kurudia kupitia hii koteste pale ambapo vita inakuwa ile njo inakuwa sa inastula watu alafu, mbeleni watu walikuwa wanasema maanake nionaongea na, na maadui maanake anatafuta kuya karibu na wenzake benye viko vanatesa pop, population. Alafu tunasema hii ni, ni shida kabisa, lakini intention yake mpaka pale hatuwezi kusema kwamba ni hivi na hivi na hivi. Matendo ambayo anaweza kuitenda ni ile itaonesha waziwazi kwamba yeye anashirikiana na, na, na, na maadui ama la. Alafu ni kusema raia lazima tuweze kuwa chonjo, tuweze kuwa macho kuangalia mwenendo ya kila mtu, kila politisie mwenye iko pale. Anatef, anasema alienda nje, anatafuta kurudia injini Kongo, anakuja kwa mazingira gani? pale njo kwenye kesio yote. Iko mazingira ambayo anakuya ndani mwake ni mazingira ambayo inaharibika. Tunasikia atakuya atatokea Goma. Goma ni Nanga njo iko pale. Nanga kuko nini kati ya Joseph Kabila na Nanga kuko nini? Kati ya Joseph Kabila na Bertrand Bisimwa kuko nini? Na wale wengine wote ambao wako wanatesa population, leo tunasikia wanau ha watu mingi, na hii ni mambo ambayo inashangaza kwa kweli. Alafu kama Joseph Kabila takuya kupitia kote moya ya este, atatokea sijui Lubumbashi, atatokea Goma, Bukavu, Maniema ama Ituri ama wapi, lazima tuone kama anaweza kurudia kukuyachangia kwenye mazungumzo ambayo iko inafanyika pale Kinshasa. Mchango ambao tunaweza kusubiri kwake ni labda kukuja kuleta mawazo yake kwenye makonsultation na maongezi yote ambayo inaweza kufanyika, ambao ndani mwake wanaweza kumwalika kama mwanainji na kama vilevile mtu ambaye aliongoza inji kwa miaka karibu kumi na mnane ambaye ana experience ambayo inatosha katikati ya ile miezi miaka kumi na mnani aliweza kufanya mapatano mingi na nchi za kigeni na nchi ambazo zinatuzunguka, hususan Rwanda na na nchi zingine. Lakini mapatano haya angeliweza labda kukuja kusema okay, mi nakuya, tuweze kuzungumza, sababu ya shida ambazo zinaendelea kutesa nchi yangu niweze kuambia huu presid mwenye alinigomboa na hapa hivi na hapa hivi, ndio hivi tulifanya, alafu ukaingia hapa utaweza kutoka katika hii shida, na rahia inaweza kurudia na amani, sababu kile ambacho tunakilenga kwa mazungumzo yote na kwa mademarshe yote ambayo tunaweza kuifanya ni tu amani. Hatuna lazima ya vitu mingi, ni amani. Amani sasa itarudia, tuweze kuwazia maendeleo ya nchi, tujenge barabara, tulime mashamba na kazi zingine zote.